Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha allah leo tunakianza rasmi kitabu chetu cha durusu lughatu al-Arabia durusu lughatu al-Arabia. Juzuu ya kwanza, kule ambaye mwenye kitabu atafunua ukurasa namba nne. Lengo la kusoma kitabu hiki tuweze kufahamu walau kwa uchache lugha ya Kiarabu. Ni kitabu ambacho kinahusiana na masala ya lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo, kwa yule ambaye anataka kujifunza lugha ya Kiarabu, basi asiache kusubscribe ili aweze kupata vipindi ambavyo vinaendelea kupitia Kida Online TV. Ukurasa namba nne kumeandikwa ad-darsul awwalu ad somo la kwanza. Ad-darsu al-awwalu, somo la kwanza au darasa la kwanza. Kwa maana tunaanza somo la kwanza, topic ya kwanza kabisa katika kitabu chetu cha durusu. Al-asma'u, majina. Unaposema majina, sawa sana kusema nomino, nomino. Kwa Kiingereza sawa sana kusema noun. eh? Al-asma'u, majina Ukiangalia kwenye kitabu chako kuna picha e, za vitu mbalimbali mbali, au viumbe mbalimbali mbali. E, sasa natakiwa uvitaje majina yake, ndio maana hapo picha ya kwanza kabisa tunaona kuna farasi. Farasi kwa Kiarabu anaitwa hiswanun hiswanun. Hiswanun maana yake farasi. Picha nyingine inayofuata ni bakaratun Kuanzia kulia kwenda kushoto eh, eh, kuanzia kulia kwenda kushoto, picha ya pili itakuwa ni bakaratun. Bakaratun maana yake ni ng'ombe jike, bakaratun ni ng'ombe jike. Picha inofuata ni jamalun. Jamalun maana yake ngamia, jamalun maana yake ngamia. Picha ya chini chini ya farasi kuna dikun, dikun jogo, dikun jogo. Picha inaofuata dajajatun, dajajatun ni tetea, yule kuku kukujike, dajajatun tetea. Inaofuata ni batwatun, batwatun maana yake bata, batwatun maana yake bata. Picha inaofuata kitabun, kitabu chini ya jogoo eh, chini ya jogoo kuna picha ya kitabu, kitabun, kitabu inayofuata ni saburatun ubao, saburatun ubao. Inayofuata ni saatun saa, saatun saa. Saa kwa Kiarabu inaitwa saatun. Chini kabisa ameandika kaidatu, kanuni. Kaidatu, kanuni. Anasema kullu kalimati, kila neno, mithli hadhihi lkalimati, mfano wa haya maneno tadullu ala musamma, linalojulisha juu ya majina. Yani, kila neno mifano, kila neno eh, ambalo hufanana na haya maneno tuliyotaja, na neno hilo linajulisha juu ya majina, wala tadullu ala zamani, wala halijulishi juu ya muda, tusamma, litaitwa jina hilo eh, au neno hilo litaitwa eh, isma, maanake ni jina. Yani, kila neno ambalo linataja majina ya vitu basi tunaita nini? Ni jina. Kila neno ambalo linataja majina ya vitu tunaita ni jina. Ndio, akasema kullu kalimati mithl hadhihi al-kalima, kalimati kila neno mfano wa haya maneno tadulu linalojulisha ala musamma juu ya majina, wala tadulu ala zamani wala halijulishi juu ya zamani juu ya muda, eh? Zamani manake, muda. Kwa maana kila neno ambalo linajulisha juu ya majina ya vitu Eo, viumbe lakini halijulishi juu ya majina ya nini? Ya majina ya muda jana juzi nini, haijulishi hivyo. Kama neno hilo basi najulisha majina ya vitu, tutaliita neno hilo ni, e, isma manake jina au nomino. Kwao unaposikia alasmau manake ni majina, ismu manake ni jina moja, asmau manake ni majina mengi. Ukisema ismu manake ni jina moja. Sasa ukisema noun na nouns, e, noun manake Eh, singular afu nouns maana yake nini? Plural ukija kwenye ibara nyingine, darsa la pili anasema, darsu thani, ukurasa namba tano. Adarsu thani, somo la la pili, adarsu thani, somo la pili. Anasema dha weka tahta kulli eh, chini ya kila surati, picha imekuwa kama ni tamrinu hapo. Eh, juu ameandika tamrinu, maana yake ni mtihani au zoezi e, ndio maana nasema dha weka e, tahta kulli surati, chini ya kila picha min hadhihi suwar, katika hizi picha ismaha, jina lake, kwamba ushajifunza majina ya vitu e, mbalimbali. Sasa uweke e, chini ya kila picha jina, jina lake. Dha maanake weka. Sasa tunajifunza Kiarabu dha weka tahta, manake chini kuli kila. Kwa maana chini ya kila su, surati picha. Surati maana yake ni picha moja, wingi inakuwa suari. Eh, suwari picha nyingi. Kwa hiyo weka chini ya kila picha min hadhihi suwari katika hizi picha au kutoka katika hizi picha. Ismaha jina lake. Hapa akachora oakachoa mm, mti huo, huo mti unaitwa nakhlatun, kwa utaandika nakhlatun nakhlatu maana yake ni mtende. Kwa wale ambao tunajifunza utaandika nuni ina fataha, afu utaandika he ina sakina, alafu utaandika lam ina fataha, afu utaandika te na ubamma ten, nakhlatun nakhlatun, maana yake ni mti wa mtende. Picha inayofuata ni kalbun. Kalbun ni mbwa. Utaandika kafu yenye fataha, alafu lam ina sakina, alafu nabe ina ubamma ten, kwa itakuwa kalbun. Kalbun, kalbun maana yake mbwa anafuata ni qitwatun qitwatun, ni paka. Utaandika qaf yenye kasra utaandika na twe yenye shadda, alafu inafataha, ka itakuwa twe shadda fataha, alafu itakuwa mwisho <coughs> vitu viwili ni te wa maten. Kuna kichupa cha wino alafu kuna kalamu eh. Kwa hiyo kichupa cha wino kinaitwa mihbaratun mihbaratun, maana yake wino eh, mihbaratun, chupa cha kichupa cha wino mihbaratun. Kitakuwa kuandika, itakuwa mim kasira, alafu he sakna, be fataha, alafu kuna re fataha, alafu kuna te dhamma ten e, te dhamma ten. Te eh, te dhamma ten na tumele te marubutu ile te dhamma ten, na hiyo chini ni kalamu eh, pen hiyo eh kwa hiyo kalamu inaandikwa qaf fataha lam fataha alafu kuna mim dhamma ten, kwa hiyo inakuwa kalamun, kalamun maana yake kalamu. Picha inafuata ni, ni mbuni. Huyo mbuni anaitwa naamatun, naamatun. Ita ni nani huyo mbuni? Picha ya mwisho ni twiga, twiga, eh, giraffe, eh, giraffe kwa Kiarabu tutamuita zarafatun, zara, zarafatun, zarafatun ni twiga, eh, kwa kuna za fataha za, alafu kuna ra fataha ra, alifu madda. Nikisema alifu madda ni alifu ambayo haina kitu, eh, inamvuta ra itakuwa, ra, alafu e fataha fa, alafu ta dhammatein, itakuwa zarafatun. Huyo ni nani? Ni twiga. Hizo ndo picha eh, na majina yao lakini chini akaandika asilatun, asilatun maana yake maswali. Asilatun maana yake nini? Maswali. So la kwanza akasema ma hadha, mfano mtu amekuuliza kitu ma hadha, nini hiki? Ma hadha, ma inatumika kwenye kitu, eh? Eh, kwa mtu wewe ukasema eti ma hadha, nani huyu? Kwa mtu unatumia man man hadha, kwa mfano unataka kumuuliza mwenzako nani huyu utasema man hadha, nani huyu. Na hiyo hadha inatumika kwa wanaume lakini kama ingekuwa mwanamke ingekuwa man hadhihi eh unamuulizia mtu kwamba huyu ni nani sasa kwa kitu uweze kutumia man e, kwa kitu chochote unataka kuuliza hiki ni nini eh eh uweze ukatumia man utatumia ma e, ma eh kwa ma hadha nini hiki au nini hii afu mbele akajibu akasema hadha kalamun hii ni kalamu eh wabijanibihi na pembeni yake Eh, palmaaulalm na hadhi, hi, eh, kalamu inatumia sifa ya kiume nyingi sana. Maneno ambayo au majina ambayo hayaishi te mwisho, tunasema yanachukua sifa ya kiume eh? Eh, anatumia sifa ya mudhakkar, sio muannath. Muannath ni sifa ya kike, ndio maana unapoweka ismu ishara kwa maana unataka kuashiria hiki, sawa eh? Au hii, kwa maana kama kitu kina sifa ya kiume basi tutumia hadha, ndio maana peni ikawa hadha qalamun. Eh, hii ni ni kalamu wa bijanibi, hii na pembeni yake mihbaratun, ni kichupa cha wino. Eh, kichupa cha wino kimemaliza na na te. Kwa kama ingekuwa tunakionyesha kichupa cha wino au wino, tukisema hadhihi Tusingesema hadha, tungesema hadhihi mihibaratun kwa sababu imetumia sifa ya muannath, sifa ya kike imemaliziana te. Akauliza swali lingine, anasema ahadha jamalun, je huyu ni ngamia? Ahadha jamalun imetumika hadha kwa sababu ngamia ametumia sifa ya ya kiume. Hiyo alifu hiyo anza hapo hiyo hamza, maana yake tunamaanisha kwamba inaulizia swali ahadha, je huyu. Maki angeacha hiyo alifu ingekuwa hadha. Ahadha jamalun, je huyu ni ngamia, ila anaposema ahadha mm, -hmm. Ahadha. eh kwa maana je huyu ni eh, eh. wakusema, ahal, manake manake ni ngamia ahadha sasa nakusema ahal maanayake pia maanayake ni ni je mtu anaweza kusema hal hadha jamalun je huyu ni ngamia au akaanza na alifu akasema ahadha jamalun je huyu ni ngamia anasema la, hapana. Jibu lake amesema hadhihi na amatun. Kwa hiyo kama mtu amekuonyesha kitu ambacho sio, basi unajibu la, hapana hadhihi aaiu a kitu na hadhihi ni kitu ambacho kipo karibu eh. Yani sawa sana kusema this E, na that that kwa mbali this kwa, kwa karibu kimoja ni kama hivyo na eh, na vingi mbali tulikuwa tunatumia e, e, ma na na e, e. Utasema tilka tilka sawa eh? Kwa kitu chenye sifa ya kiume kiwa mbali utasema dhalika, dhalika. Ehe, kwa nasema la, hapana. Hadhihi naamatun huyu ni mbuni e, kwenye, kwenye zarafatun wa tilka zarafatun, na yule te, ya mwisho e, je ule ni mti? e, atilka shajaratun. E, je ule ni mti? Mti umetumia sifa ya kike, mwanza na te, kwa hiyo atilka Haa tumesema anaulizia swali. Sasa anasema tilka ule. Sasa kwa sababu anataka kuuliza swali, ikawa atilka shajaratun, je ule ni mti? Akajibu naam, ndio. Tilka nakhalatun, ule ni mtende. Alaiha juu yake e, balahun, kuna tende, changa, balahun, ni ze tende ambazo hazija nini, hazija koma. Kwa ndio ule ni mtende, alaiha na juu yake yani juu ya uo mtende e, balahun naimikuja alaiha kwa sababu mtende umemaliza na tee Ingekuwa mtende hauna te, tungesema alaihi, alaihi eh, ingekuwa ni sifa ya ya kiume juu yake, lakini kwa sababu mtende amemaliza na te, tutasema alaiha eh, imetumia sifa ya muannath, sifa ya kike. Swali so, lingine akauliza adhalika kalbun, je yule ni mbwa eh kwa sababu mbwa ana tena, ndio maana kutata swali lake la kumuonyesha kiwa mbali tumetumia dhalika. Sasa kwa sababu amesema ni swali je, yule ndio maana akatumia adhalika, adhalika, au mtu anaweza kusema hal dhalika, hal dhalika, je yule ni ni fulani eh, kwa maana sema adhalika kalbu, ni je yule ni ni mbwa. Jibu linakuwaje? Naam, ndio eh. Kama umeonyeshwa kitu ambacho ni chenyewe inabidi useme naam, ndio eh. Hua kalbun, yeye ni mbwa. Imetumika huwa sawa, eh jatumika hia huwa kwa sababu mbwa na sifa ya kiume hajamaliza na te. Kwa hiyo ingekuwa mbwa anamaliza na te tungesema hia, tungesema hia. Kwa hiyo imekuwa huwa kalbun, yeye ni mbwa. Watilka kitwatun, na yule ni ni paka. Paka amaliza na te, ndio maana tukasema tilka. Paka amaliza na te, ndio maana tukasema tilka. Kwa hiyo tufanye moraja. Eh, kwa hiki ambacho tumejifunza taratibu taratibu, lugha inataka kidogo kidogo. Eh, tukikutana inshallah, tutaendelea na ibara nyingine inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.